Mane sote kwa umoja wetu, kura zetu zote tumpe OMO wetu, na majimbo yote ushindi ni wetu mara hii, sisiemu hawapati kitu, na majimbo yote ushindi ni wetu mara hii, sisiemu hawa wakuinusuru Zanzibari yetu, wa kando huu

Kweli kweli, jamani, leo naona watu watapelekwa ICU. Sio homa tena, leo watapelekwa wapi? Meiona Mtambwe watasemaje? kukataliwa kubaye bwana. Na kupendwa raha kweli kweli au vipi? Siti e, Wazalendo! Shusha tanga. safari safari, safari. Naona akina baba kule hawaitaki safari, safari, safari. Asanteni sana, naona muda umetupita sana. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, ndugu naibu katibu mkuu, mwenyeji wetu mwenyekiti wa mkoa wa kichama wa Wete, mwenyekiti wa jimbo la Mtambwe, ndugu mratibu wa chama Pemba, ndugu viongozi mbalimbali mliopo, wanachama wenzangu, Wazanzibari wenzangu, Assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatu. Habari za daya? Kwanza tu niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili tumepitishwa mapito tuliyopita, lakini alhamdulillah, tumesimama tuko imara tuko tayari kwa ishirini na tisa Oktoba na baada ya ishirini na tisa Oktoba inshaallah. Lakini la pili, sina maneno mazuri ya kutosha ya kuwashukuru ndugu zangu, kuwashukuru kwa, kwa mahudhurio yenu, kwa sababu hii inatosha, wala haikuwa tena na sababu ya mimi kuzungumza. Inatosha kupeleka salamu kupeleka salamu kwamba tuko tayari mimi niwaulize ndugu zangu niwaulize kwamba sote tumekusanyika hapa umati huu tuliokusanyika hapa waliokaa kule hawawaoni wengine ukisimama hapa ndio unawaona lilotuleta kitu gani Kudai haki yetu, haki ya nchi yetu. Sasa kuna jeuri gani anayetuambia kwamba hatupati haki ya nchi yetu? Anayeweza akatuambia kwamba hatupati haki yetu, halafu na sisi wenyewe tukakubali? Mnamuona kwamba kuna jeuri wa namna hiyo? Sasa wako watu ambao wamejipa utawala, wamejipa madaraka, wamewekwa, wamepandwa na kiburi kwamba sote sisi eti hatuna maana, sote sisi kwake si lolote, si chochote kwake, anachosema ni yeye na kikundi chake na jamhuri yake ya walaji wabakie iwe itakavyokuwa. Mtakubali? mtakubali hilo? Maanake hawa watu wa ajabu sana kwamba wewe mtawala, wewe unawaongoza watu hawa, kama unawaongoza kweli, lakini unalowaambia kwamba wamekuja, wanataka haki yao na wewe ndio mchungaji wa haki yako, na bado unawafanyia vituko, unawafanyia vitimbi na unawapa vitisho kwa jeuri, kwa kiburi kabisa, kwamba hatutowapa haki yenu. Jamani, tuko tayari kwa hilo? Hatuko tayari! Eh, sasa ndugu zangu, mimi kubwa naomba niwakumbushe. La kwanza niwakumbushe kwamba, kwa sababu tukikumbuka hii safari yetu, ndo itakuwa rahisi sana, kwa sababu ushindi unaanza na imani. Ushindi unaanza na nini? Na imani. Na watu wa Mtambwe, tuna dhima tuna dhamana kubwa sana ya kuchunga imani hiyo, ya kuchunga harakati hizi, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwapa heshima, Mwenyezi Mungu aliwapa nuru ya kwamba nyinyi hapa mtoe mwana, muasisi, kiongozi, mwalimu, alama nyota ya harakati hizi, nyota ya mageuzi haya, nataka nini tena? Kwa maana hiyo nyote ni warithi wa hili. Ukimwona leo mwana wa Mtambwe kwenye hili eti kageuka kaenda upande mwingine, jamani, siku hizi kucheki DNA rahisi. Mwenenu huyo, kamtendeni mkamtazame mwende mkafanye nini, mkamtazame. Waswahili wanasema ikipotea asili tazama dalili na amali, au vipi? Ikipotea asili tazama nini? Dalili na amali. Wewe mtizame tu, mbona huyu hivi, mbona mambo yake hivi? Kwa sababu sote tunachokitafuta walichotafuta wazee wetu wakiongozwa na mzee wetu almarhum Maalim Seif, walitafuta haki ya nchi hii, walitafuta haki za watu wa nchi hii. Nchi hii na haki zake haizipati, ndio ilozututia leo. Tumedamirika kama nchi, tumekuwa ombaomba, tumekuwa masikini. Kama kuna watu ambao wanasaidiwa sana, wanatujua. Kama kuna masikini Zanzibar, basi ni nchi hii bila sababu. Lakini wazee hawa walichokuwa wakitafuta ni haki zenu, kama wananchi. Mimi nimetembea, wamesema hapa, akasema naibu katibu mkuu kwamba katika harakati hizi za kampeni, tumetembea Unguja na Pemba, tumekutana na wananchi mbalimbali mbali. Kila tulipokwenda malalamiko ni dhulma, malalamiko ni dhiki, malalamiko ni watu katika nchi yao kunyang'anywa, malalamiko ni katika nchi yao watu kuchukuliwa ardhi zao, kuzuiwa uvuvi. Lakini makubwa zaidi ni haya ambayo makamo mwenyekiti hapa amekuwa akiyaeleza yeye hapa akawaambia uwanja wa Gombani eh, zimetumika shilingi bilioni nne. Naomba niwahakikishie wanaoumwa na nchi hii nikiwa pale, wakati yeye anazungumza, wanayasikia maneno haya, wanaoyajua, wamenitumia wakanambia, bwana, sio milioni nne, no, shilingi sio bilioni nne, shilingi mpaka kufikia mwezi wa Machi mwaka huu zimeshatumika dola milioni nne na laki mbili na hamsini elfu, sawa sawa na shilingi bilioni kumi na moja nukta tano. Makamu umeasikia mambo hayo? Hiyo ndio hesabu na inatoka kwa wanaoumwa na nchi hii wanaoyajua hawa jamani, nyie msipate shida, hawana pa kujificha hawa, hawana pa kujificha. Wazanzibari wao wote wameamua kwamba haya sasa basi. Wameamua vipi? Haya sasa basi. Na hawa wanaotwambia haya ni wao wenyewe, wako meza moja, tumefahamiana wanasema bwana, mpaka Machi mwaka huu dola milioni nne nukta mbili tano sawa na bilioni kumi na moja nukta tano za wananchi nyinyi maskini, eti kunajengwa uwanja wa kwenda kuchezwa mpira, wakati huoni huo mpira unaochezwa Amani wametumia zaidi ya bilioni mia moja halafu serikali hiyo hiyo ndio inaonunua ticket kuwapa watu waende kwenye mpira. Imekuwa mali ya mwenda wazimu. Sasa kama ni wazimu ni wao wao. Sisi tarehe ishirini na tisa Oktoba kazi yetu eh, akili ya mgonjwa ina nani? Akili ya mgonjwa ina nani? Sasa sisi kazi yetu tarehe ishirini na tisa ni kwenda kuwapeleka hospitali sisi tukaendelea kufanya shughuli zenu. Kwa hiyo nachosema, ndugu zangu, kazi yetu kubwa, jambo letu kubwa, dhamira yetu kubwa, tukiifahamu na naamini tunaifahamu, kwamba tunachotafuta kikubwa, huu si mwaka wa siasa, siasa basi, sasa ni kutafuta nchi. Ndio maana tunasema kwamba huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Hatuwezi sote tukafanywa wajinga wa kiasi hichi. Mimi niwaulize ndugu zangu, hebu nionyesheni nyie, mnafahamu hasa, wazee wazee wanaijua CCM, nyie mnaiona kundi CCM imebakia wapi? Hebu niambieni ukweli, haipo, imebaki kikundi kidogo, hao CCM wenyewe na jamani, wanatuambia sisi au CCM wenyewe, hichi kikundi wanakiita jamhuri ya, ya walaji ndio kilichobakia, na ndio maana tunasema kazi yetu rahisi. Jamhuri ya, ya walaji, tarehe ishirini na tisa Oktoba tunawapeleka hospitali. Sawa sawa, tuko pamoja. Wamtambwe, mliachiwa kazi hii, mliachiwa urithi huu, Mtasimama nao tutakwenda kuifanya kazi hii, tunakwenda kuifanya kazi hii badala yake. Muda wetu leo hautoshi, lakini niseme kwa ufupi, niseme kwa ufupi kwamba la kwanza, katika nchi hii kumejaa dhuluma ya kila aina kumejaa dhulma kila aina, ubadhirifu wa kila aina. Huu upo kwa sababu gani? Kwa sababu kuna watu wameichukua nchi hii wakaihodhi, wakatufanya waka sote ni watumwa katika nchi yetu, na mtumwa sifa yake moja, hachagui bwana. Kwa hivyo, na wao wanachosema hawataki uchaguzi hawataki uchaguzi kwa sababu gani? Kwa sababu waendelee kukaa waendelee kula wapange vi. vikaragosi wao, eti ndo waingie baraza la wakilishi, kwa sababu waibe bila kuulizwa. Hatukubali tena kuwa watumwa. Hii nchi ya wananchi. Kazi yetu ya kwanza, ACT Wazalendo, kazi ya serikali mnaokwenda kunikabidhi kazi ya rais Omo mtakayokwenda kumkabidhi ya kwanza ni kuirudisha nchi hii kwenu, wananchi. Ndiyo kazi ya kwanza, kuirudisha nchi yenu mikononi mwenu. Na maana yake ni nini? Maana yake mimi mmenichagua au mtanichagua tarehe 29 Oktoba inshaallah, lakini baada ya hapo mimi na nitakao wateua sote ni watumishi wenu, sote ni watumishi wenu. Sio kwamba sisi sasa ni mabwana, na kazi yetu kwenda kutengeneza utaratibu, tutakapokuwa hatukutimiza mnayoyataka wananchi, muwe na haki ya kutuondoa, muwe na haki ya, ku, ya kutuondoa. Hilo ndio kazi yetu ya kwanza, kuirudisha nchi yenu mikononi mwenu. Lakini la pili, ndugu zangu, la pili ni kwenda kuwarudishia hadhi yenu, heshima yenu, kwa maana ya uchumi. Leo kwa mfano, Mtambwe kilimo kikubwa karafuu, au sio? lakini tunavyozungumza leo, mwananchi, pesa unazozipata kwa karafuu. Nilikuwa nilikutana na wakulima wa viungo pale, nikawaambia na nami mkulima wa karafuu, tena nimeianza kazi hii siku nyingi, tokea na mzee wangu mpaka sasa nimebaki mimi mwenyewe nasimamia wenzako. Leo mkulima wa karafuu kama atavuna gunia kumi za karafuu faida yake safi haizidi milioni tatu, haizidi milioni tatu, lakini kuna wajanja. Naomba mniamini, wallahi kama nchi hii inavuna tani elfu nane wanatia dola milioni nne mfukoni. Leo bei ya karafuu unaambiwa eh, ni shilingi elfu kumi na tatu. Tunachosema sisi tunachokwenda kukifanya kwanza ni kuhakikisha kwamba karafuu tumeiongeza, lakini sio tu kwamba tumeiongeza kwa uzalishaji, kwa sababu karafuu tumeishusha uzalishaji wake kwa sababu ya ufisadi mkubwa, lakini karafuu tutairudisha mikononi mwenu. Tukiirudisha mikononi mwenu, maana yake mtazalisha zaidi tunao uwezo wa kuifikisha karafuu angalau kilo moja shilingi elfu ishirini Hilo ndugu zangu, wala lisiwape shida. Mka karafuu leo gramu. Tokea tulipoanza nchi hii kuuza karafuu, tunauza kwenye magunia, kwenye gunia. Ndugu yangu we utaliwa tu, we utalaliwa lakini duniani leo mahitaji ya karafuu kila siku yanapanda. Ndio maana waliokuwa wajanja wao wanatia pesa, wanakula pesa wanatuacha, tukagombania, wa wanakula pesa sisi wanatuacha tukagombania raba bendi, wao wanakula pesa sisi wakatuacha tukagombania raba bendi, na kuna wengine wanaona wamepata hizo raba bendi. Sisi tunachosema ndugu zangu ni kwamba karafuu tutakwenda kuongeza uzalishaji karafuu, tutakwenda kuongeza bei ya karafuu, na karafuu tutaibinafsisha hatua kwa hatua, ifike pahala anayezalisha karafuu ndiye afanye be, afanye biashara ya karafuu, asichuuzwe. Soko la karafuu na mkulima wa karafuu waende sambamba, apate tija ya karafuu. Lakini leo Mtambwe ni wakulima wakubwa wa viungo. Leo naambua vanila haina bei, si kweli? ni kwa sababu tuna serikali ambayo haishughuliki, haiwashughuliki. Sisi tunaamini kwamba duniani huko wamepiga marufuku vanila ya kutengeneza, nchi nyingi zinalazimisha utumie vanila ya kweli. Haiwezekani vanila iwe haina soko, halijatafutwa nchi, serikali haijashughulika kumshughulikia mkulima wa vanila. Tunachosema sisi, serikali yenu, serikali nitakayokwenda kuiongoza, tutaifanya Mtambwe itakuwa ni kitovu cha uzalishaji wa kweli wa viungo kwa Zanzibar, nchi hii Zanzibar inaitwa Spice Islands. Unazitafuta hizo spices, ziko wapi? Sisi tunakwenda kuifanya kweli inshallah, kwamba Zanzibar ni Spice Islands, na kitovu cha kuwa Zanzibar Spice Islands, inshallah, itakuwa Mtambwe, kwa sababu mmeonesha njia, mmeonesha uwezo, mmeonesha weledi. Wengine watakuja kujifunza, hichi kitakuwa ni kituo, kitakuwa ni chuo uzalishaji wa vanila wa pilipili manga wa hiliki na mazao mengine ya viungo hili tunaamini linatosha kumtoa mwananchi katika umaskini ambao tunao. Ndugu zangu, tunayo mengi ya kuyafanya, muda wetu kwa mujibu wa sharia hautoshi. Lakini mimi niwaambie tu kwa ufupi, tuna sera iliyotimia ya kumwezesha mwananchi kiuchumi na kila mwananchi akatoka katika umaskini huu. Jamani, mna wasiwasi? Mna wasiwasi? Mna wasiwasi na Omo, eh? Mna wasiwasi? Sasa kama hamna wasiwasi, mimi nachoomba kimoja tu Mnikopeshe, mnipe niwape, mnipe niwape, mnipe kura zenu, niwape utumishi uliotukuka wa kuwarudishia heshima yenu, heshima ya nchi yenu, heshima yenu kuwa wafalme wa nchi yenu, na kuwatoa katika umaskini huu wa kutengeneza. Jamani, mtanipa hizo kura zenu? Hebu niwaone watakaonipa kura basi. kuna mtu ana wasiwasi sasa. Ili kazi itimie, nisubiri ni kidogo. Nahitaji na wasaidizi, nahitaji na wasaidizi. Naomba kwa haraka haraka niwapandishe hapa wagombea wetu wa udiwani, wagombea wetu wa uwakilishi na ubunge, mwaone na mnipe ahadi yenu. Ahadi yenu, ahadi ni deni, au sivyo? Nipe ahadi yenu, na natuanze, na tuanze na wagombea udiwani wa wadi zote mbili eh: wadi ya mtambwe na wadi ya piki haya. Wabunge tunao, tunao watunao, wapenda maendeleo tuna tanao, wawakilishi tunao, tunao, tunao, tunao pamoja na madiwani tunao,

Haya, wabunge tunao wapenda maendeleo, wawakilishi tunao, pamoja na madiwani. Haya, mwambie mwezio, Okoba tuwe kibao. Haya chachafu za kijani, uchague ACT wawakilishi tunao, pamoja na madiwani. Haya, mwambie mwezio, Oktoba tuweke bao. Haya, chachafu za kijani, mchague ACT. Haya, wabunge tunao, wapenda maendeleo well,

Heshima yako mwananchi, kuirudisha nchi yako mikononi mwako ni kwenda kuweka serikali ya kukutumikia, ni kwenda kuweka serikali itakayolinda ardhi yako isinyang'anywe, badala yake ufaidike na ardhi yako. Jamani, tuko tayari na nawaambia moja, hawa wao wanajipanga kwa wizi. Hatuwezi kupambana na wizi? Kazi rahisi kumkamata mwizi, si ndio? Tuko tayari kwenda kupambana na wezi hawa, atakayekuwa mwizi ni nani? halali yetu sawa sawa. Wakitaka uchaguzi, tuko tayari kwa uchaguzi, wakitaka wizi tuko tayari kupambana na kupambana na mwizi. Mara hii tutamshika, tutapambana naye. Tuko tayari, tuko tayari. Asanteni sana.